Namna hiyo, tunaendelea na kazi ya kupanga conduit pipe kutayarisha kabla ya zege haijamwagwa, kila kitu kiwe sawa upande wa mfumo wa bomba zitakazopitisha waya. Njia zetu zote zitatokea hapa zote zitatokea hapa, ndio zitawanya kwenda kwenye jengo zima zote kabisa. Sema kazi inahitaji umakini kidogo manake hapo, kisha maliza, umemaliza zege, kimwagwa imemwagwa, utakachokuwa umekosea kinakuwa tayari ni mistake moja kubwa sana. Mfano unapoweka round box yako, na hakikisha imekaa imefit kabisa vizuri namna hiyo, na kwamba haitakuwa na, yaani haitakuwa imeregea kwa namna yoyote ile. Iwezekana unatumia na binding wire kushika kabisa hizi pipe ilikusudi saa ile wanamwaga zege na kuweka vibrator yao kwa ajili ya, ku, ya kushindilia zege hizi zisitikisiki kutoka kwenye position ambayo wewe unakuwa umeshaweka hmm. Na ni bora zaidi ukashindilia magazeti ndani ya round box kama hivyo ilikusudi mchuzi wa zege wote usiingie ndani yeah. Unashauriwa katika chumba kimoja kwenye mzunguko wa taa pamoja na soketi zote, kama zinakutana juu panapo round box, bado iko na nafasi, uendelea tu kuzungusha pipe ziweze kuingiliana, hata kama ni mara mbili mara mbili, zirudiane, weka tu, manake ukishafunika, ukishamwaga zege, umemwaga inamaana, kwa mfano hata kama ikatokea mistake, bomba moja ikablock kwa ndani kuna nyingine ya ziada. Kwa mfano, kwa mfano hapa, kuna taa hiyo ya kwanza, kuna pale taa ya pili katikati, kuna taa ya tatu pembeni, kuna taa ya nne na mwisho, kuna taa ya tano. Lakini ukiwa kwenye hii round box ya kwanza, hii hapa hapa, kuna pipe ambayo imetoka imeenda kwenye taa katikati hapa hapa kuna pipe imetoka imeenda kwenye taa ya pembeni. Hapa hapo taa pembeni, kuna pipe imetoka imerudi katikati. Hapo hapo kuna pipe imetoka imeenda kwenye taa ya mwisho. Huko mwisho tena kuna pipe imetoka imerudi katikati. Kwa maana hiyo, kuna mzunguko ambao, kwa namna yoyote, hata kama pipe moja imepata shida, nyingine itafanya kazi, zitapeana njia na kazi inakuwa smart, safi kabisa. Ubora wa kazi ndo kipaumbele cha kwanza. Weka kazi iwe smart, sio so, kwa sababu inafunikwa kwenye zege ndio weka ovyo, ovyo. Inawezeka kusumbua baadaye. Kuona drawing yako jiandalie pembeni vizuri, itakusaidia sana. Hicho ni chumba kimoja. Hali kadhalika ukitoka kwenye hicho chumba kimoja, hapa pembeni kuna kuna toilet. yenyewe itapokea supply yake tofauti tofauti, na, na chumba toileti yenyewe na na supply yake tofauti ambayo itakuwa na taa tatu hapo mwisho, katikati na hapa mwanzo eh. Kitoka hapo kuna taa ya ukuta na yenyewe imerishwa hapo. Kuna uh, socket ya, chum, ya, ya bafuni kwa ajili ya kushave imeshuka chini tofauti na hapo imerisha store ya pembeni na, maana hii connection inayotoka hapo inaenda kwenye store ya pembeni yenyewe na taa tatu namna hiyo hiyo, hapo mwisho, katikati na mwanzo, halafu zinakuja kuingia kwenye switch yake tofauti na switch yake huku mwanzo, huku huku pipe iliyotoka kwenye round box hapa mwanzo, hapa hiyo sasa inaenda wa supply kutoka kwenye main switch, kule tulikuanzia namna kama hiyo eh? Yeah. Mfano hata hata kwenye hiki chumba kimegawia njia zake zote, lakini pia hapa hapa kuna hii supply, hii line, hii ndio inaenda kuchukua supply kutoka kwenye main switch mwisho. Yes, namna hiyo. Hizi bendi hizi hizi bendi hizi ni muhimu sana, zikawa kwa ndani conduit, zisijikunje kwenye digrii ambayo ni kubwa zaidi, ili kuruhusu waya zipite bila kukwama kwa ndani hmm? na hii inashauriwa, hii inashauriwa bora ukatumia hii kifaa spring hii tunaita bending spring. Hii inawezwa kujikunja kwa namna yoyote ile katika degree yoyote ile unayohitaji, na maana hii, ukiikunja ikiwa ndani ya conduit pipe, mkunjwa wako unakuwa safi, ni ule unaouhitaji, na conduit haikatiki. Nasema ubora ndo kitu cha kwanza, ubora wa kazi na usafi wa kazi ndo kitu cha kwanza. Hiki ni chumba cha kwanza. Kitoka kwenye chumba cha kwanza inaofuata, hii ni sitting room Nainye kabisa, na yenyewe safi kabisa, mpangilio umekaa safi namna hiyo. Haya, kitu kama hicho hapa, kitu cha msingi kuhakikisha kwa mfano, round box iko hapa, halafu kuna uh, line nyingine inatakiwa itoke huku kuja kuifikisha hapa huu mkunjo huu, ili ukae smooth namna hii hii. Kitu ni ya msingi sana. Hii bending spring ndio ukitumia hii, ndio itakupa mkunjo ambao uko smart, ambao hautakwama baadaye. Hata ukiwa unapitisha snake wire, inakuwa safi smooth, inapita kwa ulaini jinsi ambavyo wewe unahitaji. Na ni msingi sana ukatumia tangit hii, tunaita PVC cement. Hii PVC cement. Um, unapoweka round box yako ukivarisha pipe hakikisha unapaka na nili tangent hiyo, uh, PVC cement. Ili inaposhika ishike kabisa, isiruhusu kuchomoka kwa namna yoyote. Kwa wenye kazi ya zege wakiendelea, wanaendelea tu, una amani na uhuru na kazi yako kwamba iko smart eh, ka smart namna hiyo. Haya, hii hii ni sitting room. Huku mwisho pia um, kuna chumba ambapo hapa hii ni korido yake, lakini chumba kimebebea hapa katikati, na chenye safi kabisa smart namna hiyo. Haya, yeah. Huku pia kuna, kuna public toilet ya ndani kwa ndani.